Kampuni ya Media Bay inazidi kujitanua na wanafanya vizuri na kama tunavyojua hii ni, ni, ni brandi ambayo inajulikana ni brandi ya kimataifa na wanafanya vizuri sokoni. Kwa tunaamini kwa hii product watafanya vizuri na wataendelea kuchangia vizuri kwenye mfuko mkuu wa serikali kama nilivyosema hapo awali kwamba hii sekta ya michezo kubahatisha inachangia kwa zaidi ya milioni mia sita kila siku, kila tuke, tukilala tukiamka, milioni mia sita inaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali na hii ni kodi tu ile ya moja kwa moja, bado yale mapato mengine ambayo yanaingia kwa watu kama kipato ambacho sio direct, nacho kinachangia pia kwenye uchumi wa taifa letu. Kuna sheria zipo, na tunawataka waendeshaji wazingatie hizo sheria kuhakikisha kwamba watu wanacheza kistaarabu na wanazingatia sheria zilizopo. Na hata matangazo, kuna wakati maalum wa kutangaza matangazo ya michezo ya kubahatisha, na huwa tunawataka waendeshaji wafuate hizo sheria. Vijana tu waendelee kucheza kistaarabu, hii mchezo ipo, na wapange muda vizuri na resources zao vizuri ili wafanye kazi nyingine, kwamba michezo ya kubahatisha sio, sio shughuli pekee ya kiuchumi, ziko shughuli nyingine pia za, za kiuchumi. Tupo hapa ku launch leo uh, project yetu hii ya Jackpot City na Jackpot City faida yake kubwa, ambayo inaenda kuchochea kwenye uchumi, lakini pia upande wa social eh, kwanza eneo la ajira uh, tunatarajia kuwa na ajira nyingi katika nafasi mbalimbali mbali. Hiki ni kichocheo kikubwa cha uchumi kwa sababu unasaidia katika sekta moja ya uh, uwezeshaji kwenye upande wa ajira, lakini pia uh, kuna namna ya ushindi yani. sio kana kwamba unapata tu entertainment, lakini ndani ya entertainment bado utapata, utapata fedha. Hizi fedha zinaweza zikasaidia kuweza Eh, kufanya maendeleo binafsi na watu wanaweza wakashinda mpaka milioni mia, mia mbili, mia tatu Sasa ukizitumia hizo kuweza kufanya uwekezaji katika maeneo mengine, hiyo yote inakuwa imechangia katika kuchochea uh, uchumi wa watu binafsi, lakini pia na serikali kwa ujumla wake. Lakini sio hilo tu uh. kama ajira, kuna PAYE kuna mambo mengine, hiyo yote tunakuwa tumechagiza katika upande wa kodi. Sasa tukirudi katika upande wa gaming tax tunatarajia kwamba sasa serikali itanufaika kupata uh, mapato zaidi kutoka kwenye hii uh, product yetu ya Jackpot City kwa sababu wachezaji wakiwa wengi ndivyo ambavyo ina improve pia kwenye uh, kichocheo cha hii gaming tax kama tunavyoita. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa nadhani ni moja kati ya project nzuri sana katika kuchochea uchumi uh, wa serikali lakini pia na watu, uh, watu binafsi. Sisi kwa ukubwa wake tunatambua tunatambua sana e, e, ili eneo la uraibu, na kwenye product yetu tuna namna ambavyo mchezaji anaweza akajilimiti, labda akajiwekea limiti ya kiwango cha kucheza, labda anataka nicheze shilingi elfu moja tu ndani ya wiki, hilo linawezekana. Kwa hiyo mtu anaweza akajiwekea limit, lakini anapoona kwamba hawezi kuendelea ama anaona hiyo element ya uraibu inakuja, lakini pia tunao dawati la kuweza kushauri watu namna gani bora ya kuweza kunufaika na hii michezo ya, ya, ya Jackpot City, kwa hiyo tuna hiyo option ambayo mtu anaweza akaomba ushauri na tukaweza kumguide namna gani ya kuweza kufanya, lakini pia anaweza akaset, eh, limit yake ya kiwango cha kucheza. Lakini kama anaona inazidi zaidi, tuna eh, kitu tunakiita self exclusion ama kujiondoa, ataweza kutoka kama anaona eh, hali imekuwa si nzuri zaidi. Tofauti ya hii na platforms zingine za kubashiri ni kwamba hii hapa ni kwa asilimia mia kasino peke yake. Tumezoea ziko platform ambazo zina michezo kama ilivyo kandanda, basket, Bon, lakini hii hapa ni asilimia mia michezo ya kasino. Michezo ya kasino namaanisha yote, kindege avieta, poka, blackjack na michezo zaidi ya elfu moja yote unaipata kiganjani mwako. Tunadhani hichi ni kitu kizuri kwa sababu ya usalama wako. Tumezoea kuwa na kasino ambazo inabidi uende na kasino nyingi ziko Dar es Salam, lakini hii mtu yoyote aliyoko Songea, Tanga, Kilimanjaro anaweza kupata kasino mkononi mwake tumezingatia usalama wako, tumezingatia usiri wako kwao. Leo tunataka tuwatambulishe Jackpot City Casino iko live na iko tayari kwa ajili yenu. Tofauti ya hii Jackpot City Casino na platform zingine za kubashiri ni kwamba sisi tunaweza tukasema kuna guaranteed wins. Na makampuni mengi ya kubashiri, unashinda pale kwenye mtandao, unapata hela yako pale, lakini sisi unashinda pale, lakini pia unapata tiketi kwa ajili ya kupata vitu vingi zaidi nje ya ile platform. Unaweza ukajishindia membership za gym, unaweza ukajishindia dina sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa ile experience ya kwenye simu, tunaileta kwenye ulimwengu wa asili, ili usikae tu kwenye simu yako, utoke na kuchanganyana na watu katika kitu kimoja. Cha muhimu pia tunakifanya kwamba katika kila jamii ambayo tuna operate, kama mlivyosikia uh, sekta ya betting kwa Tanzania inachangia milioni 600 kila siku masaa 24, imeingia katika mfuko wa serikali kama kodi za moja kwa moja. Bado kuna ajira ambazo sekta hii inatoa, lakini ukitoa ajira na hii pato linaloenda kwa taifa, pia tunataka kusaidia jamii ambazo sisi tunafanya kazi, kwamba kutengeneza sehemu ambazo watu wanaweza kukaa, kwa Kiingereza tunasema recreational park kupanda miti katika hii maeneo. Kwa hiyo hata kama mtu yuko Dodoma, Kilimanjaro, tunampa kwenda mkoa kwa mkoa, kila jamii iweze kupata sehemu kama tunavyoziona kwenye movie, watu wanatembea na baiskeli zao, watu wanatembea na mbwa wao, na sisi pia inabidi tuelevate tufike level hiyo. Hii ni brand kubwa ya kimataifa, sasa isiwe tu unaleta watu wabashiri, na ule umataifa pia uhamishie hapa Tanzania.